moyo wake hauko salama. Au mtu anaombagua mtu kwa sababu ya rangi, akawa na asabia ya rangi, kwa sababu tu huyu ni mweupe akambagua, au kwa sababu huyu ni mweusi, huyu mtu ana matatizo, huyo ana nahwa ya jahiliya. Sasa jambo hili watu wengi wanalalamikia kwamba Wazungu wabaguzi, wa baguzi sana, ni kweli, wengi wao ko hivyo. Waarabu wabaguzi sana, ni kweli hata Waafrika pia wanabaguana wenyewe kwa wenyewe. Kuna makabila yakajiona kwamba wao ni bora kuliko mwingine. Kwa nini? Ah, basi si si bora, ubora wenu unatokea wapi? Hana cha kueleza. Inna akramakum inda llahi atqakum. Kwa hiyo hambagui mtu mwingine, na siku zote watu waliokuwa katika misingi ya jahiliya, ambao hawakufuata misingi ya Uislamu, ndio wenye tabia hizi za kibaguzi, ambayo ni maradhi yameenea katika kila bara na katika kila nchi, isipokuwa watu wanazidiana. Sasa na wengine wakaona lugha yao ni bora kuliko nyingine, pengine ndio lugha mbaya kabisa masikio ya watu, lakini wao wakajiona ndio lugha yao nzuri kabisa, sijui waliambiwa na nani. Na hivi ndivyo walivyo wanadamu lakini wote wanarudi kwenye asili moja, asili moja wote, asili yao ni moja, na tabia zao za kibinadamu ni za aina moja, zinafanana. Haja anayokwenda huyu ndio ya yule, hakuna tofauti, hakuna kwamba hawa wako hivi na wale kuvila. Allah amejalia watu wote ule binadamu wao kusafa, wannasu min Adam wa Adamu min turab sasa watu takiwa waache nahwa aljahiliya, mambo ya ukabila na utabaka na mengineo na rangi, ni katika mambo mabaya kabisa yasiofaa kwa Uislamu. Anayejua Uislamu, hizo ni katika tabia za kijahiliya, jahiliya za kikafiri hasa zisizofaa. Dauha fa innaha mumtina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema maneno hayo. Kwa hiyo tumesema ni katika tabia za kikafiri. Tuseme kwamba anaofanya hivyo kafiri, tofauti, vitu viwili tofauti, eh.